Kiapo hichi Allah mtukufu amekieleza kwamba ni kiapo kizito sana na kiapo kikuu sana cha kuapa na sehemu ambazo nyota zipo. Na Allah mtukufu kwenye kitabu chake ametutajia nyota moja peke yake aliyoitaja katika suratu Najmi, wa annahu huwa rabbu shira na kikaalivyo hasa Yeah, Allah mtukufu ndiye mola wa hii nyota ya Shira. Ndugu zangu waislam islam, mada yetu ya leo ni safari ya miaka elfu kumi kwa mwendo wa farasi na kwa sayansi ya anga. Taban, mada hii imekuja kwa sababu jana tulitoa eh, Tuliwe, tulitoa moja ya darsa zetu muhimu sana za kufanua tofauti za msingi kiitikadi baina Ibadhi na Sunni. Darsa yetu kama tunavyoiona hapa mbele e, tuzijue tofauti za msingi baina Ibadhi na Sunni hususan Sunni salafi ufafanuzi, na katika ambao wali niliyanukuu humu ni yale niliyoyasikia katika fatwa ya Sheikh Salim Barahiayni wa Tanga, Tanzania, akidai kwamba masafa baina ardhi na arshi eh, ni eh, masafa ya mwendo wa farasi kwa miaka elfu tatu akiona kwamba ni eh, masafa makubwa sana hayo. <laughs> Sasa niliponakili nilipomnakili shekhe Barahiayni kwa kuelezea maelezo yake mmoja katika walioleta komenti zao kama tunavyoona hapa mbele amesema sawafi, ukiongea, tunakuomba utusikilizishe hayo maneno aliyoongea huyo Salum Barahiani. Kinyume na hivyo, ina haki ya kusema wewe ni mwongo toban. Haki hii yeye anayo, iwapo Salum Barahiani atakanusha Fatwa yake kama hakukanushe, basi bado tupo pale pale. Lakini yoyote hayo, nimeona nilete mada hii mbele yenu ili kumthibitishia ndugu yetu huyo anayefuatilia katika chaneli yetu na wengine wote na tumsikie Salim Barahiani mwenyewe anasema nini kuhusiana na maelezo ya mungu wake. Tumsikilize ndugu zangu Waislam, Salim Barahiani anasema kitu gani? Naona sasa eh, ka, kama yeye tuseme malaika wamshindwa kumbeba. Haya haya zimeweka wazi kwamba hawa malaika wanambeba nona na halafu huzunguka kama ilivyokuja aya wayahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idhin, siku hiyo watabeba nani? Malaika wanane watakuwa wanabeba ile arshi na kuzunguka na huku kumdhukuru Mwenyezi Mungu kwa wingi sana. mm -hmm. Kwa hiyo haya ni katika masuala ambayo hayana majawabu ya mkato mkato. Sasa mm -hmm. Tuelezee jinsi wanachuoni kwa mfano kama Alimam Baihaki akizungumzia hadithi iliyopokewa na Abdullahi Mas'ud. mm -hmm utuelezea sifa za hizi mbingu maki tupate kujua mungu yuko wapi, sahihi yuko juu kabisa. Abdullahi bin Masudi anasema baina samai dunia walati yaliha hamsumia aam taibu, baina ya mbingu ya dunia ambayo hii mbingu ya dunia unaona ndio hii yenye manyota, wakad zayanna samaa dunia bilmasabih Nyota, mwezi vyote kumbe viko hapa hapa no, hapa wingu wa mwanzo mm -hmm. Sasa anasema Abdullahi Masoudi e, a baina, e, e, baina, na, na, baina ya mbingu hii ya kwanza ya dunia mm -hmm. Na ileo inaofuatia mm -hmm. ni mwendo wanachua, nasema mwendo wa ngamia, mwendo mm -hmm. wa farasi, unaona wa miaka mia tano Subhanallah. <laughs> Yaani, wewe mpaka ufike hiyo mbingu ya pili okay, utembee na farasi bila kunywa, bila kulala, unaona mm, miaka 500 subhanallah, oh, umefika mbingu ya kwanza mm. Hivyo hivyo akasema, na ile inofuatia na miaka 500, na ile inofuatia na miaka 500. Aiye. Na ile inofuatia na miaka 500. Unaona, no, mpaka ikifikia eh mbingu ya saba ndio. Sasa ile mbingu ya saba sasa, kinachokuja juu yake sasa inakuwa ni maji nyesmumkaomba majionkipiahuku <coughs> sasa, juu ya mbingu ya saba kuna maji <coughs> halafu. Sasa baina ya hiyo eh, kwanza kwanza, kuna krsistafirllah sio maji Tuyib. Kwanza kuna rsi wanatofautisha wanachuoni baina ya krsiu <coughs> na, na, na arshi mm. Urusi wanasema ndio maudhi ya kadami ndio sehemu anakuwekea miguu yake. Usiniulize miguu ina gani? Sababu ndio tatizo hilo ambao wale mujassama wale mm. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hana eh, ha, chochote anachofanana nacho. Unaona hana chochote anachofanana. Haya yote mmajina Ukiniuliza mguu wa muda ukoje, mkono wa muda ukoje. Lakini sasa baada ya mbingu ya saba Deo. ni kiti unaona mm. yani, kutoka hii mbingu ya saba na mpaka kwenye kiti uh -huh. ufike miaka mia tano. Haya, kutoka kwenye kiti sasa, juu yake kuna maji, uende miaka mia tano ufikie maji. Sasa baada ya hapo ndio kuna arshi baada ya arshi ndio Allah yuko juu yake. Subhanallah, angalia adhma situsa Allah. Allahu akbar! hatukadiri ukubwa mtu, wallahi. Ukisafiri nje mm. mm. misafara ya mbali mm. unaona, ukiangalia hii dunia ilivyo na vilivyomo waachilia mbali mbali sana, wewe nenda kidogo masafa ya futi 19,000 tu juu, mm. uangalie vijitu vikoje vinavyotembea ah. katika ardhi sisimizi, eh? <laughs> Sasa ambiwa hii dunia yenu mtu kwa mujibu hadithi ya Mtume ni kama dhara, kama kijitone cha mchanga tu kilichomwagwa katika mbingu za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ujue Mungu mkubwa. Alafu sasa hii mbingu ya dunia uangalie ina manyota ya sampuli gani? masayari ya sampuli gani? Kuna hizo zaitwa nyota za galaxy, mm hizo -hmm. hata hazina mahesabu kabisa, vyote ameviumba Allah, sikuonyesha fani yake mm -hmm. nona mm -hmm. yeye ndiye mwenye kuumba na mwenye adhama sahihi. Kwa hiyo hapa, kwa ufupi, tumemfahamisha huyu ndugu yetu e, kwa kina zaidi, nini maana ya arshi, apate picha kamili mm -hmm. ya nini maana ya arshi, wabillahi taufiq Ah, shukran sana Sheikh kwa jawabu lenye kujitosheleza jazakallahu khair. Bila shaka msikilizaji wa ayo, na hii nimepiga mahesabu ya haraka haraka aiyo hii 500 500 mpaka ukifike huko kwenye kwenye maji ni miaka 1000 watembea kwa farasi au ngamia miaka ukijumlisha vyote, ukijumlisha yote nakuwa na miaka ili ufikie huko miaka elfu tatu. Nafkiri tumemsikia Salum Barahiani katika maelezo yake haya. Sasa tukija katika mwendo wa farasi ambao umesajiliwa e, taban, si tunampa kilomita themanini na nane kwa saa farasi na ngamia kilomita sitini na tano kwa saa tunampa kilomita themanini na nane kwa saa. Huyu ngamia kwa saa moja anatembea kwa kasi ya juu kabisa iliyosajiliwa mpaka sasa hivi ni kilomita themanini na nane kwa saa. Tuangalie nini kitatokezea, ndugu zangu Waislamu. Maelezo Barahiayni kwa ufupi, baina ya ardhi na mbingu ni miaka mia tano kwa mwendo wa farasi, masafa yake na mbingu ya kwanza mpaka mbingu ya pili miaka mia tano na namna hivi mpaka unafika kwenye maji na arshi. Kwa maana hiyo mia tano ziko kumi hizi, sawa, mia tano ziko kumi e, mia tano mara kumi ni elfu tano unafahamu sote. Kwa maana hiyo ni miaka elfu tano kwa mbio za farasi za kilomita themanini na nane kwa saa, sawa ya? na masafa ya kutoka ardhini mpaka alipo arshi kwa itakuwa ni mia tano mara kumi 10, ni miaka elfu tano kila mwaka una siku mia tatu sitini na tano sawa na kila siku ina masaa ishirini na nne kwa maana hiyo elfu tano tukizidisha mara mia tatu sitini na tano za siku zake kujua siku zake ni ngapi na tukizidisha mara ishirini na nne kujua masaa yake yatakuwa mangapi na kwa spidi ya uh, 88 tunapata masafa kwamba yatakuwa ni makadirio hayo hapo yaliyoko mbili yetu ni e, ngapi? bilioni bilioni 3.86 bilioni 3.86 s kilomita kilomita 3.86 bilioni. E, ndugu zangu Waislamu, masafa haya tuyazidishe tu, ma, tu, mara mbili sio elfu tano tunampa elfu kumi sisi, mara kwa nini? kwa, kwa sababu tulipozirejea riwaya zao katika maudhui hii vile vile riwaya zao zinasema kwamba uh, kila kimoja kwa mbingu kursi maji kila mbingu ina upana mbali ya masafa ya mbingu na mbingu mbingu peke yake ina upana wa miaka mia tano mingine mwendo wa farasi kila mbingu na hicho kiti vile vile kina upana huo huo wa mwendo wa farasi wa miaka 500 mia tano. Sa, nayo maji vile vile tambua kwamba yeye itikadi yake Allah mtukufu amekaa kitako juu ya arshi amebebwa na malaika kama tulivyomsikia. Kwa hivyo, kwa maana hiyo, huyu abarahiana itikadi kwa Mungu wake kabebwa juu ya kiti, kiti ambacho ni kiumbe kakiumba Allah mtukufu, kwa makubaliano Uh, sio kiti juya arshi arshi ambayo ni kiumbe wa Mungu mtukufu. Arshi imebeba malaika wanane, tumemsikia Mwenyezi Mungu akisema, na miguu yake imekanyaga katika kiti kiti ambacho baina yake na arshi kuna masafa ya, ya mwendo wa farasi <laughs> miaka elfu moja na mia tano sawa. Kama tukijumuisha upana wa kila kimoja katika hivi tunapata miaka elfu tano mingine ya mwendo wa farasi kwa maana hiyo inakuwa elfu kumi tumpe miaka elfu kumi eh, Shekhe Barahiani, kwa hivyo ni kilomita bilioni ngapi? Bilioni tatu pointi nane sita mara mbili, kwa ujumla itakuwa ni bilioni saba pointi saba mbili, masafa hayo kwa mwendo wa mwangaza sasa tukichukua masafa hayo kwa mwendo wa mwangaza mwangaza ambao kwa sekunde moja unakata Uh, takriban uh, ni kilomita laki mbili na elfu tisini na tisa mia saba na tisini na mbili point nne tano nane kilomita hizi kwa sekunde moja mwangaza sawa, eh. Kwa maana hiyo masafa yote haya ya kilomita za uh, bilioni saba point saba mbili eh, kwa mwangaza yana, yanamalizwa ndani ya masaa saba tu masaa saba na dakika saba na sekunde tisa kawadana, masaa saba na dakika chache dakika kadhaa sawa. Masaa saba na sena dakika nane au masaa na manane ni masaa tu haya, masaa masa saba sawa. E, tukija katika nyota ya Shira ambayo imetajwa na Allah Mtukufu, wa annahu huwa rabbu shira Naweza kuulizia mwenye popote pale kujua masafa yake kutokea hapa ardhini mpaka nyota hii ilipo, inaitwa Shira. Umbali kutoka ardhini ni miaka minane pointi sita ya mwanga kutoka hapa ardhini. Miaka minane sio masaa eh, ndugu zangu, miaka minane pointi sita kutoka hapa ardhini ndo unaifika nyota hii ya Shira na nyota hii inazingatiwa ni nyota ya karibu sana na ardhi. Mwangaza wake unatufika hapa ardhini baada ya miaka sita pointi sita, yaani miaka sita, miaka minane afuan, miaka minane na uh, pointi sita eh, inawezekana ikawa mie, miezi saba hivi na kitu ndio inatufikia eh, sawa sasa ndugu zangu Waislam, tuone ni umbali wa safari ya miaka elfu tano ya Salim Barahiani, na ukitaka unaweza kufanya safari hii mara mbili, miaka elfu kumi kwa kasi ya farasi ya kilomita 88. Makadirio ya, ya, ya urefu wa siku kwa mujibu wa ukubwa uh, siku maalumu zilizotajwa katika Qurani sawa eh? <laughs> tunaendelea ndugu zangu wa Islam tukija katika Quran na kutia aya inasema, wa inna yauman inda rabbika ka alfi sanatin mima taudun. Tuchukue sahivi miaka ile elfu tano na elfu kumi, sawa. Siku zake kila siku moja tuipe sawa na miaka elfu moja, siku moja iwe sawa na miaka elfu moja ambayo ni miaka yetu hapa duniani kawaida. Tuichukue kwa ukubwa huo, sawa. Kwa maana hiyo miaka elfu kumi kwa safari ya nini? Safari ya kwa siku moja ya miaka elfu moja eh, kwa safari ya miaka elfu tano itakuwa ni trilioni tatu point nane sita kilomitas sawa na umbali wa nyota Shira ni trilioni themanini na moja kilomitas. Kwa maana hiyo bado nyota Shira we hujaifika na bali inahitajika zaidi mara ishirini, achilia mara mbili, mara ishirini ndo unaweza kuifika nyota ya Shira, wa anna huwa rabu Shira, masafa waliwataja taja Barahiayni, mara ishirini ndo unaweza kuifika nyota hii. Ya tena hiyo kwa makadirio kwamba miaka hiyo ishi hiyo miaka my, elfu tano iliyoitaja Barahiayni, siku yake moja ni sawasawa na miaka elfu moja Basi bado nyota no shera hujaifika sawa? tukija katika aya nyingine katika, katika, katika Qurani eh, ambayo ni iko katika suratu Al-Ma'arij aya nne, ta'ruju al-malaikatu warruhu ilaihi fi youmin kana miqdaru hamsina alfa sana. Tunapata kwamba siku hii kiwango chake ni miaka elfu hamsini. Tujue sasa kwa idadi hii ile miaka elfu tano ya Sheikh Barahiyani, ukitaka sema elfu kumi hakuna matatizo siku yake moja iwe sawasawa na ukubwa wa miaka elfu hamsini hii ambayo tumezoea kuihesabu. Sawa, siku yake moja sawa, basi e, bado safari ya miaka elfu tano itakuwa ni kilomita trilioni e, mia moja tisini na mbili pointi nane. Umbali wa nyota ya Shira iko trilioni themanini na moja hapa tunaipata Shira mara mbili zaidi kwa siku hizi eh, kwa, siku amba, kwa siku ambayo ukubwa wake ni sawa na miaka elfu hamsini. Tuliazungumza tuliyazungumza hayo kwa ufupi katika clip yetu, lakini hapa anayaleta katika presentation ya tuya, tuyaone je eh, tuko njia galaksi yetu ya Milky Way darbi tabana sawa, Milky Way ili utoke njia yake unahitaji kilomita trilioni elfu uh, eh, mia tisa na arobaini na sita elfu trilioni kilomita. Safari yetu hii uh, kubwa kabisa tulioikadiria tulio, tulio ni masafa ya uh, ya kilomita trilioni mia moja na tisini na mbili pointi nane. Hatujatoka nje ya galaksi yetu bado kabisa, bali bado tuko ndani ya sehemu ya karibu ya galaksi ya Milkway. Darbitabana, zingatia, masuala si mepesi hii yote ni kuhakikisha kwamba hadithi yake ni uongo, hadithi ya kupenyeza, hadithi ambayo inakadhibishwa na uhakika wa maumbile. Wa ila anataja maneno ambayo hayana maana yoyote, yafahamike sawa ya? Hitimisho <laughs> ndugu zangu Waislamu, la presentation hii fupi kabisa, tukijua kuwa kilomita trilioni mia moja tisini na mbili poenti nane ni sawa na miaka ishirini poenti nne ya mwangaza, sawa, tukijua kuwa nyota ya mbali zaidi ya Icarus Icarus hii ambayo mwanadamu mpaka hivi sasa ameweza kuiona, nayo iko umbali wa miaka ya mwangaza bilioni 9.3. Hii nyota bado ipo katika wingu wa dunia, imo katika zile nyota ambazo Allah Mtukufu ameziapia kwenye kiapo chake, fala uqsimu bi mawaqi'in nujum. Bado hii ipo sawa, iko umbali wa mwangaza mwendo wa mwangaza wa miaka bilioni tisa pointi tatu, utafahamu utafahamu kuwa miaka mia nne miaka e, mwendo wa mwangaza wa miaka ishirini pointi nne bado ni masafa kiduchu sana mbele ya masafa yaliyofikiwa kuonekana na binadamu ambayo yote yamo katika wingu wa kwanza wa dunia kwani masafa hayo ni asilimia 0.0000000219 tu ya umbali wa nyota ya Icarus ya mbali zaidi. Manake, juu ya mia juu ya kuizulia Allah, juu ya kumzulia Allah mtukufu uongo kwenye kitabu chake, hakuna hata sehemu moja kwenye Qur'ani ambayo kuna aya inasema kwamba Allah kabebwa, hakuna. Nam, iko aya inayosema kwamba arshi imebebwa na inazungukwa, aladhina yahmiluna la arshi wa man haulahu, kwenye surati Ghafir. Lakini kwamba Allah kabebwa, hakuna kama ilivyokuwa. Hakuna aya hata moja inayosema kwamba Allah mtukufu kakaa kitako juu ya arshi, hakuna. Aya ambazo zimo katika Qurani, arrahmanu ala larshi stawa au thuma stawa la larshi. Hizi zote zina maana ya ku ya kutawalia mamlaka yake Allah mtukufu, na zote ukizirejea kwenye Qurani utakutia zimefungana, ima imekuja baada ya kutueleza Allah mtukufu kuumba alivyoumba, thumma stawa lalarshi, kwa maana hakuviacha, akavitawalia viumbe vyake. Na nyingine katika sura Taha arrahmanu la larshi stawa lahu mafi samawati wa mafi lardhi mabainahuma ma tahta thara, manake yote haya ni yake, ndo maana ya stawa ala larshi. E, na Allah mtukufu ametakasika na kuwepo katika sehemu kama tulivyosema kwamba yeye ameumba kila kitu, uwepo wake umetangulia vyote, na sisi binadamu akili zetu zinaogelea katika mipaka ya sehemu na wakati. E, sehemu na wakati ni viumbe, kwa maana hiyo akili zetu zinaogelea katika mipaka ya viumbe. Kwa hivyo usijipe tabu ya kumfikiri Allah Mtukufu. Allah Mtukufu yupo kabla ya sehemu, yupo kabla ya wakati, yupo kabla ya kila kitu, na yeye ni mkamilifu wa dhati, hahitaji chengine. Sawa, kuumba hakujaleta upungufu katika dhati yake wala kuja mfanya yeye ahitajie kitu katika viumbe vyake. Ndugu zangu Waislamu, hawa masalafi falsafa yao yote inatembea ya Mungu mtu. Nilisoma mara moja katika nunia ya Ibnul Qayyim, anauliza maswali yanadai kwa maswala yana hayo, muulize muatil. Sisi kwa mujibu wa fikra zao na itikadi zao batil hawa, anatuita muatila anasema kwamba umuulize muatil, je, Mungu yuko ndani ya ulimwengu au yuko nje ya ulimwengu? Je, ameunganyika na ulimwengu au ameachana na ulimwengu? Maswala manne haya, taban, maswala yote haya manne yamejengwa kwa makadirio kwamba Allah mtukufu ni mwili, ndio maana akaleta, je, yuko ndani au yuko nje, ameunganyika au ame ameachana ame makadirio ambayo hayawezekani isipokuwa kukadiria kwamba Allah mtukufu ni mwili. Kwahivo ni makadirio yale yale ya kukadiria yaku, yaku ya kukadiria Allah sawa na kiumbe, bado yanaogelea katika nini? Katika mipaka ya kiumbe. Ni batila makadirio batila, ni maswala batila. Allah mtukufu aulizwi kwa wapi wala hajulikani kwa wapi. Allah mtukufu anajulikana kama alivyoelekewa na Mtume Ibrahim alaihi salatu wassalam Inni wajjahtu wajhiya liladhi fatara lsamawati walarda hanifan wama ana min almushrikin, hakika mimi naelekeza dhati yangu kwa yule ambaye ameumba mbingu na ardhi hali ya kuwacha mila nyingine zote na mimi si katika washirikina. Allah aliyeumba kila kitu haonekani kwa macho la tudrikuhu labsaru, macho yeye hayamuone, hayamdiriki kabisa kabisa Bwana hakuna uwezekano. Na katika Qur'ani kuanzia mwanzo mpaka mwisho hakuna aya hata moja iliyobashiria kuonekana Allah mtukufu siku ya kiyama wala katika pepo. Bali Qur'ani imeelezea thawabu nyingi za peponi na imetueleza kwamba thawabu kubwa yao ni maridhio ya Allah mtukufu, wa ridwanu min Allahi akbar. Na maridhio yatukayo kwa Allah mtukufu ndio makubwa zaidi. Tukumbuke pia Ukisoma katika Riyadhu Salihina, Imamu Nawawi ameleta hadithi ya kuelezea kwamba sababu kubwa aliyoiandaa Allah mtukufu kwa waja wake ni maridhio ya Allah mtukufu. Imepokewa na Bukhari na Muslim kwa mujibu wa Riyadhu Salihin kwamba Allah mtukufu atauliza watu wa peponi, haradhitum, je mmeridhia? watajibu na kusema wamalana la narda wa, wakad aatitana wa ma, la na, la wa ma lam tuti ahadan min alalamin au min khalqik, na vipi sisi tusiridhie hali ya kuwa we Allah mtukufu umetupa mambo ambayo hujampa yote katika viumbe wako? Fayakulu watasema, ana utikum afdala min dhalik, mimi nakupeni kilicho bora zaidi kuliko hayo. Fayakuluna watasema wama afdalu min dhalik, na kipi bora zaidi kuliko hayo? Fayakulu atasema, uhillu alaykum ridwani fala askhatu alaykum ba'dahu abadan, naweka kwenu maridhio yangu, sitakasirika e, na nyinyi baada ya hapo milele. Hii ni riwaya mutafaqun alayha, imeelezewa na Imamu Nawawi katika Riyadu Salihina.